Bahari kubwa, bahari ambayo inazuia mafanikio, bahari ambayo inazuia kiroho cha familia, bahari ambayo inazuia familia. Lakini wewe Mungu anataka kutumia ii, na haijalishi zaidi upo katika wakati gani, kwa sababu katika Biblia Mungu alitumia watu ambao wako katika hali ngumu kama tulizo nazo sisi, na wengine wanazo hali ngumu, lakini Bwana ndio aliwatumia hao

Maombi ya mpenyo ni maombi yenye nguvu, ni maombi yenye nguvu na yana lengo la kuvunja vizuizi vya kiroho. Ni maombi yenye nguvu na yana lengo ya kuvunja vizuizi vya kiroho. Haya ni maombi yenye nguvu, sema yenye nguvu, lakini yana lengo ya kuvunja vizuizi vya kiroho lakini pia na vizuizi vya kimwili katika maisha ya mtu. Vitu vinavyomzuia mtu ni vitu vya rohoni na vitu vya mwili. Sasa, vitu vya rohoni ni vitu ambavyo vinazuia maisha yako ya kiroho yasiende mbali. Maisha ya sisi wengi ya rohoni yamezuiliwa. Kwa nini yamezuiliwa? Kwa sababu adui anaelewa siku ambayo ukichomoka kiroho, lazima utachomoka, utaenda mbali lazima waanze kutembea na aina hii ya maombi. Yanaitwa maombi ya mpenyo, ili uweze kupenya katika sehemu ambayo wengine hawajawahi kupenya. Kuna mahali ambapo watu katika familia yako hata katika eneo lilopo hawajawahi kupenya, lakini wewe unatakiwa uwe wa kwanza kupenya, na huu usiku ni usiku wa kupenya. Haleluya, ni siku wakuta na usiku wa kupenya kati haya ni maombi yanayoenda umbali mrefu zaidi ya maombi ya kawaida. Yapo maombi ya kawaida, lakini maombi kama haya ni maombi ambayo yanavuka kwenye kawaida yako maombi ya kawaida, lakini maombi ya mpenyo ni maombi ambayo yanatoka kwenye kawaida. Kama unataka kuvuka katika eneo la kwako kwa, la kwa, kwa, kiroho, ukoo mzima hawajawahi kumwabudu Bwana, wewe unataka uanze kumwabudu Bwana, lazima utumie nguvu ya ziada. Katika koo zetu wanaomwabudu Bwana ni wachache. Unajua, ukichunguza hata kanisani, watu ambao wanakuja kanisani, unakuta katika kila familia anasimama mmoja, anakuja familia nyingine anasimama mmoja, utakuta sana familia chache, nyingi wanakuja wengi wengi, lakini bado wanakuwa wana kizuizi. Natamka katika jina la Yesu, kila kizuizi vinagawanyika na vinaachia. Haleluya! <todicled> hivyo kizuizi vinagawanyika na kuachia katika jina la Yesu. Sasa Haya maombi yana nafasi kubwa sana katika ulimwengu wa roho, yana nafasi kubwa sana katika ulimwengu wa roho na ndani yako, lazima uwe na hasira ili uweze kupenya. Sikiliza, kupenya kunahitaji nguvu ya ziada. Sema nguvu ya ziada. Kama unataka kutoboa, kama unataka kupenya, kama unataka kuwa wa tofauti, Biblia inasema kwenye Samuel ya kwanza, Roho wa Bwana atakuja juu yako na utatabiri pamoja nao na utageuzwa kuwa mtu mwingine, mlango wa sita ule mstari wa kumi. Sasa ili ugeuzwe kuwa mtu mwingine unahitaji nguvu ya ziada, unahitaji power, unahitaji uwezo usio wa kawaida mbele yako ili uweze kwenda umbali. Haleluya, kama unavyofuatilia, punga mkono kwa Yesu. Ukisoma kitabu kile cha Matendo ya Mitume mlango wa kumi na mbili mstari wa tano na ule wa mpaka ule wa kumi na moja. Nianze na ile Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume. Uh, ile mlango wa kumi na mbili. Matendo ya Mitume ule mlango wa kumi na mbili, Matendo ya Mitume ule mlango wa kumi na mbili na ule mstari wa tano mpaka wa kumi na moja. Biblia nasema basi, Petro akalindwa gerezani, sema akalindwa gerezani nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Sema kanisa, kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hii ni habari ya Mr. Petro, ambaye Petro alikuwa ni mmoja wa mitume ambao walitumwa na Yesu kwenda kuihubiri Injili kwa viwango vya tofauti Sikiliza, kuhubiri injili kwa viwango vya tofauti, sio kwa kiwango cha kawaida, kwa viwango vya tofauti. Walipokuwa wakihubiri injili, atmosphere mahali pale, hali ya hewa mahali pale ilikuwa imebadilisha kabisa. Sikiliza mtumishi wa Bwana, kama unaye Mungu ndani yako, ukienda mahali popote, hali ya hewa wewe inabadilika, hali ya rohoni ya mahali pale lazima ibadilike lakini hali ya mwilini ya mahali pale lazima na. Wangapi si wanaitamani hiyo neema, kwamba ukienda mahali popote yale mazingira yabadilike kwa sababu yako? Wangapi wanaitamani hiyo neema? Hiyo neema inatembea na wewe katika jina la Yesu, amina. Mungu ana anagusa hiyo neema, yaana natembea na, na nema, tibena, wewe katika jina la Yesu, aleluya, aleluya. Hiyo neema yakana na katika jina la Yesu, neema ya kubadilisha mazingira ukienda mahali popote ukikanyaga e tu, mwaka, tu mambo yanabadilika. Ukiingia pale nyumbani mambo yako yanabadilika, na mimi natamka mambo yako yanabadilika katika jina la Yesu. Fungua tu moyo wako, fungua tu moyo wako, ili mambo yako yaanze kubadilika tena. Sikiliza, unapozidi kufunga moyo wako kubadilika, sema leo ninafungua moyo wangu katika jina la Yesu. Leo shika kabisa kwenye mawazo. Leo ninafungua moyo wangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu leo, ninafungua moyo wangu katika jina la Yesu. Wewe moyo wangu unafungua, aleluya! Shangilie mwana Yesu, na mabane mengi na vijeregeza. Biblia inasema hivi, inasema e, na kanisa la Bwana nikamwomba, e likamwomba kwa juu kwa nini? Kwa sababu Petro alikuwa amefungwa gerezani. Kama ukifungwa gerezani, unahitaji kuomba kwa juhudi ili utoke gerezani. Na kuna watu ambao wapo gerezani. Mwingine amefungwa gereza la kiuchumi uchumi wako uelewe, amen. Mwingine amefungwa gereza la magonjwa. Nikiwa kule chuoni, nilikuwa na rafiki zangu. Bwana Yesu asifiwe. na siku moja tukiwa tunahudumu. Roho Bwana akatuambia katikati ya ile ibada kuna mtu ana cancer. Kwa hiyo tukamwita yule mwenye cancer tukamwombea. Lakini mwanzoni tulikuwa tumeanza kuomba hivi, tusema Mungu tusaidie. Tunapoenda kuombea wagonjwa waweze kupona kirahisi. Sema kupona kirahisi. Tulifanya hiyo bidii sana maombi e, ya mfuko. Tukiwa chuoni muda wa kula huko. Muda wa kula huko. Kwa hiyo tunafanya hayo maombi. Hiyo roho ya Bwana ametuambia hivyo, nikamwita mbele huyo mtu. Tulivyomwombea kansa, huwa anashuhudia mpaka leo, kansa haipo tena, kansa imeondoka. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ii mambo yote kutokea kwenye maisha yako na uweze kufanya juhudi na bidii. Juhudi na nini? Kuna juhudi alafu kuna bidii, kuna utofauti wa juhudi, alafu kuna utofauti wa bidii kama unataka uutumie ulimwengu wa roho uletee matokeo lazima, juhudi usike. Sasa, Biblia nasema kanisa la Bwana likamwomba Petro. Unajua kwa nini kanisa la Bwana lilimwomba Petro? Kwa sababu hapo nyuma tu Yakobo alikuwa tayari ameshauawa, yani mfalme ameshamchinja Yakobo. Baada ya kumchinja Yakobo, amemchukua Petro akamweka gerezani. Kwa hiyo, amemweka gerezani, anasubiri sasa achukue hatua nyingine ya kumchinja Petro. Kabla wa kanisa la Bwana likaelewa, nikasema hapa sio kawaida, lazima tuanze kuomba. Ukikuta familia yako haiendi mahali fulani, lazima ubadilishe mfumo wako huo. Watoto wako wanakusumbua, kazi zako haziendi, lazima ubadilishe mfumo, uanze kuomba kwa imani, ili ulazimishe mambo yaanze kwenda. Hakuna njia nyingine ni kuomba kwa, kwa bidii. Biblia inasema kanisa la Bwana lilipomwomba Mungu kwa bidii Mungu akaagiza malaika sema akaagiza malaika, Mungu akaagiza malaika akaingia kwenye lile gereza na ile milango ambayo ilikuwa imefungwa kwa kadri ambavyo Petro, kwanza malaika wa Bwana akaenda kumwamsha Petro, kwa sababu ilikuwa ni usiku wa manane, amemwamsha Petro na anaanza kupita kwenye, lile, kwenye ile milango, akapita kwenye mlango wa kwanza, akapita kwenye mlango wa pili, akapita kwenye mlango wa tatu, akapita kwenye mlango wa nne.

inauua amyo naa maishae kanisa la Bwana lilipoomba, mambo yakanyoka. Inamaanisha nini? Inamaanisha ukikutana na kitu kama ukuta, ombee. Leo nasema kwenye Waamuzi mlango wa tano msali wa tano Waamuzi tano msali wa tano anasema na milima itayeyuka mbele zetu. Hebu sema milima, sema milima itayeyuka mbele za Bwana. Sema kila milima inayeyuka mbele za Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hizo ni habari za Petro. Nakuletea bali nyingine ya mtu ambaye aliomba kwa bidii na kwa juhudi. Anaitwa Hana, sema Hana. Kisoma kitabu cha Samuel wa kwanza ule mlango wa kwanza mstari wa kumi mpaka wa ishirini. Samuel wa kwanza, Samuel wa kwanza ule mlango wa kwanza mstari wa kumi mpaka wa ishirini ule mstari wa kumi mpaka wa ishirini. Biblia inamwelezea mtumishi wa Mungu Hana ambaye aliomba kwa muda mrefu, halafu hakuona matokeo. Baada ya hapo, akabadilisha aina ya maombi, akaingia kwenye maombi ya mpenyo ili aweze kuona matokeo. Haleluya! Biblia inasema hivi, naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake akamwomba Bwana akalia sana. Sema akalia sana. Sikiliza, ukiwa na uchungu mwombe Bwana alafu ulie sana Amen. Ukiwa na uchungu mwombe Bwana alafu ulie. Wangapi tuna uchungu? Huo uchungu unaondoka. Wangapi tuna uchungu? Ah, basi Bwana atawasaidia uchungu utaondoka. Amen. Neno la Bwana linaondoa uchungu. Kwa yeah. Anasema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 suamau mi darasa la langu lote lazima nione wananiangalia, sitakubali nione mtu anasinzia. Amo Samsoni, mshtue Samsoni. Mm. Na mama Dalia. <laughs> Tamalizia haraka haraka, tutaomba alafu tutakuwa tumemaliza kwa Bwana Yesu. Sema tu Bwana Yesu, leo ninapenda leo ninapenda leo ninapenda aao leo linapenya, usiku wa leo inapenya, inaenda umbali mrefu, inaenda umbali mrefu. maiaziwa ninamaongelea hana ambaye roho yake ilijawa uchungu kama wewe, hauna hela, kwa hiyo roho yako inajaa uchungu. ame watoto wanakusumbua, kwa hiyo roho yako inajaa nini? mpaka ha, saizi haujaandaa mashamba na haujajipanga, hauna mbolea, roho yako imejaa mm. Hata mimi hapo. Lakini nimeshavuka katika ile eneo sababu nikikwambia bali ya familia yao <laughs> <Lakin> ni uchungu mzito, lakini Bwana amenihosha <coughs> Bwana anaenda kutugusha wote katika jina. <laughs> <coughs> inaeza ikatokea familia nzima ndio ambaye unakanyaga tu kanisani ni wewe tu Utakuwa na amani. Hata kama mna hela utakuwa na amani. Yaani wewe ndio ambaye unaingia tu kanisani unatoka. Unaingia unatoka. Amani unaitolea wapi ndugu yangu? Wewe tu, wewe tu peke yako. Na nikwambia kama utakuwa na amani ndani yako roho ya Bwana haipo. Na ukishaanza kujazwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anaanza kukuonyesha familia yako ilivyo. Ili. Alafu anataka uchomoke na familia yako. Anataka utoke wewe pamoja na familia. Wewe angalia tu ni mahali gani kwenye familia yako hamjapenya bado. Yaani katika familia yenu mmewekewa mstari cha hakuna kupita, mmewekewa mstari hakuna kupita, lazima wewe upambane uweze kupita. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Hana, Hana mtumishi wa Bwana Hana alikuwa na uchungu mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake alikuwa anahitaji la mtoto na mke mwenzake ana watoto wa kutosha, yeye hana mtoto na mume wake anampenda yeye. Kwa hiyo ilibidi yeye aingie kwenye maombi maalum, maombi ya mpenyo, ili kugeuza utasa ulioko ndani yake. Kuna maombi ambayo utaomba ili kugeuza utasa ulioko ndani yake. Haleluya! sababu ndani ya mtu kuna utasa wa aina tatu: kuna utasa wa roho, kuna utasa wa nafsi na utasa wa mwili. Utasa wa roho ni ule ambao yaani, ukoo mzima hakuna mtu anajisikia kumwabudu Mungu, hawataki kumwabudu Mungu, hawahitaji kumwabudu Mungu. Lakini utasa wa nafsi ni ule ambao familia nzima hakuna hata mmoja ambaye anavuka kwenye eneo la uchumi, hakuna hata mmoja ambaye anavuka kwenye eneo la elimu hakuna hata mmoja ambaye anavuka katika eneo fulani la ufahamu, hakuna hata mmoja maanake, hapo kuna roho ya utasa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utasa aliyokuwa nao mtumishi wa Mungu hapo ilikuwa ni hapati mtoto, kwa hiyo akamwomba Mungu kwa bidii ili apate mtoto. Bwana Yesu asifiwe, akamwomba Mungu kwa bidii ili apate nini? Biblia inasema kwa kadri alivyokuwa anamwomba Bwana alivyobadilisha mfumo wa maombi ya kwake, akaanza kuingia kwenye maombi ya ahadi, anaitwa maombi ya, ya nadhiri. Hayo maombi ya nadhiri ndiyo yalibadilisha mfumo wa kwake na matokeo. Yaani, kwa mfano ke. hapa si mnajenga nyumba ya Bwana? Hata kama hauna chochote wewe, weka tu nadhiri mbele za Bwana, mwambie Mungu, ninaomba unibariki, niweke alama hapo ninue hata boksi moja tu la marumaru, au ninue hata kiti kimoja. Unaiweka hiyo nadhiri mbele za Bwana, hapo hauna hata mia. Amen, amen. Mungu, kinibariki naomba unibariki, na unaponibariki nitajenga nyumba yako. Nataka kuambia Mungu ni mwaminifu, wanaenda kunibariki. Haya ni maombi ambayo hata Hana aliomba, aliomba maombi kama haya, aza Mungu, kinipa mtoto nitakuletea madaraka Haleluya. Mungu ukinipa mtoto nitakuletea wapi madhabahu. Na ndivyo ilivyokuwa. Mungu alimpa mtoto, lakini baada ya kubadilisha mfumo wake wa maombi, Mungu alimpa m